Kwa jina naitwa Christopher Pangani, ni mkazi wa wilaya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mwanza tulikuwa na hadha ya vyombo vya uokozi ziwa Victoria. Kwa sasa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa Mama Samia kutukumbuka kanda ya Ziwa, kutuletea chombo ambacho ni maalum kwa ajili ya uokozi ziwa Victoria. Tumekuwa na mfululizo wa ajali nyingi sana za majini ambazo zinahusisha boti za wavuvi na tumekuwa tukitumia njia za kitamaduni sana kwa ajili ya uokozi na njia ambazo sio rafiki, pengine unakuta watu wengi wanapoteza maisha. Hiki chombo kimekuja sasa, hizi kitaondoa hii adha kwa asilimia tisini na tisa kwa sababu ni chombo ambacho kinatembea kwa spidi ya hali ya juu, ni chombo ambacho kina vifaa vya kisasa kwa ajili ya uokozi na kutoa huduma ya kwanza pia. Cha pili nakuja kuangalia kuna daraja la Busisi ambalo mama yetu amelizindua muda si mrefu, ambalo limeondoa adha ya usafirishaji ndani ya ziwa Victoria na kanda ya ziwa kwa ujumla. Miaka na miaka, awamu za uongozi zimepita, hatujawahi kupata kitu kama hiki. Nani kama mama? Na muombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kupata miaka mitano tena ya uongozi. Nadhani kwa mkoa wa Mwanza tutakuwa na maendeleo zaidi ya hapa. Kikubwa ni kwamba vitu ambavyo tunapewa na serikali, tunaombwa tuvihifadhi, tuvilinde kwa ajili ya maendeleo ya nchi na mkoa kwa ujumla.